Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Mkate wa leo, bado tunaitazama miujiza ya Yesu Kristo aliyoifanya akiwa hapa duniani. <coughs> <coughs> Samahani. Na leo tumeufikia muujiza mwingine, tumeufikia muujiza mwingine natoka katika Injili ya Mathayo sura ya 27 kuanzia mstari wa 45. Na basi tangu saa sita palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa tisa. Narudia, tangu saa sita palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa tisa. Na kama saa tisa Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi lama sabakitani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Amen. Penda mtazamaji wangu, tunakutana na muujiza mwingine hapa pia. katika miujiza iliyoonekana wakati wa Yesu ni huu pia, Yesu akiwa msalabani, Yesu akiwa msalabani Biblia inasema tangu saa sita mpaka saa tisa kulikuwa na giza. Kwa hiyo dunia ilifunikwa na giza, giza tororo kabisa, giza kabisa lilianguka lilia, lilivamia dunia kuanzia saa sita mpaka saa tisa. Kwa hiyo kama masaa mawili matatu, dunia ilikuwa giza kabisa tororo. Kitu gani kilitokea? Huu ni muujiza ikiwa Yesu pale Msalabani aliamuru giza kuja kuwavamia wanadamu. Giza linawakilisha nini? Giza linawakilisha dhambi, giza linawakilisha dhambi. Kwa hiyo dhambi ilivamia ili, ili, ili dunia, kama dhambi ilivamia dunia. Kwa hiyo kazi ya Yesu ilikuwa nini? Ni kuondoa dhambi hiyo. Kwa hiyo ilipofika saa ya kuiondoa hiyo dhambi, dhambi ile iliondolewa. Kwa hiyo giza lilipoivamia dunia ya wakati huo, iliwakilisha kwamba dunia yote ilikuwa na dhambi, dhambi ilikuwa imemwagia dunia yote. Kwa hiyo ili iondolewa, ilipaswa Yesu afye msalabani <coughs> ndipo Yesu, Biblia anasema akapaza sauti yake kwa nguvu, akasema Eloi, Eloi, lama sabaktani, yaani anasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ilipokuwa giza namna ile, dhambi imeifunika dunia nzima na kazi ya Yesu ilikuja, ilikuwa ni kuja kuiondoa hiyo dhambi. Kwa hiyo ilikuwa lazima Yesu alie kwa uchungu hapa, kwamba Baba, mbona umeniacha? Kumbuka kwamba Mungu na dhambi hawakai pamoja, kwa hiyo ilibidi amwache kwa sababu alienda kuondoa hiyo dhambi. Kwa hiyo ilikuwa lazima Yesu ashughulike na hii dhambi, na Mungu alimwacha mpaka amalize kazi ya kuikomboa dunia na dhambi. Mungu wa mbinguni akusaidie. Wewe, ambaye umesha mwamini Yesu Kristo, dhambi yako iliondolewa na haipo, na ya kwamba unasubiri tu uzima wa milele kuuona kwa macho yako. Na wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo mpaka leo, lile giza limekufunika, lile giza halijaondolewa kwako, bado limo ndani yako. Unatakiwa umwamini Yesu Kristo ili giza liondolewe kwenye maisha yako, na kazi hii aliifanya Yesu. Kwa hiyo wote ambao wanamwamini Yesu Kristo, giza ile haimo ndani yao, bali wanaishi katika nuru. Bali wewe ambaye humwamini Yesu Kristo mpaka leo, giza hiyo imekufunika na utaendelea kuwa katika giza hiyo mpaka aidha utakapoamua kumwamini Yesu Kristo au la. Lakini giza ni alama ya dhambi. Kwa hiyo Mungu akusaidie, mpendwa mtazamaji wangu, hebu mwamini huyu Yesu, mpe Yesu maisha yako, aondoe giza, aondoe usumbufu, aondoe wasiwasi na mashaka katika maisha yako, akusaidie ukawe mtu mwema, ukawe unayetembea nuruni na sio gizani siku zote za maisha yako, na Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Kutane tena kwenye kipindi kijacho. Kuombe sana mpendwa mtazamaji wangu. Usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye YouTube kwenye akaunti yangu ya YouTube. Kwa njia hiyo utakuwa umenitendea jambo la baraka. Mungu awe upande wako, akusaidie. Wa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.